Tanzania katika dunia hii ni eneo ambapo kila kitu kipo. Madini tuliyonayo Tanzania ni madini ya kila aina, na wala sio madini machache. Tuna dhahabu, tuna kopa, tuna silver, tuna beryllium, tuna graphite. Tuna madini karibu yote yanayopatikana kwenye periodic table. Lithium, berilium, yttrium, nikeli, zinki, manganese, kopa unaweza ukazungumza yote mpaka ukasahau. Tanzania tumepewa gesi methane, gesi ethane, propane, lakini mpaka helium ambayo inapatikana katika nchi tatu tu duniani iko Tanzania, mpaka Tanzanite ambayo inapatikana katika Tanzania tu, lakini pamoja na mali hii yote Mungu kutupendelea Watanzania tumeendelea kuwa maskini, na uhakika hata shetani aliko kule anatucheka kwamba umaskini wetu ni wa kujitakia. Tanzania sio siri, wapo watu wana maisha ya ajabu sana, wapo watoto wanaokufa kwa sababu ya kukosa madawa Wako watu wanaolazwa hospitalini wanatoka kule, hata akiwa amepona pona, lakini anapona katika maisha ambayo hayakustahili kuwa hivyo. Wapo wakulima wenzetu kule vijijini ambao wanakosa hata pembejeo kwa ajili ya mazao yao. Ipo miundombinu ambayo tulitakiwa tuitengeneze, tunakosa hata fedha za kuitengeneza, na saa nyingine tunakopa kwa masharti ya ajabu ajabu, wakati mali tunazo. Lakini wapo watanzania wenzetu waliopewa madaraka na watanzania maskini kwa ajili ya kusimamia rasilimali zetu, wao wamekuwa pati ya watu wa kuaibia watanzania maskini. Ni nani ambaye angeweza akasimama akafurahi kwa vitendo hivi tunavyofaniziwa, na bado akaselebreti, wakati watoto wetu wanakufa njaa kule watu hawana vya kula, saa nyingine hawana maji, mahospitali hanawa na madawa, usafiri ni shida. Tunafukuzana na watoto maskini kuwaomba, kuwaomba kodi hii kodi ambayo iko pale tumepewa na Mungu hatuishughulikii. Ni unyama, na kama ni dhambi hii ni dhambi kubwa. Mimi ndugu zangu, nilipozungumza kwamba hii, lazima we have to fight for this, sio kwamba mimi sina damu, nina damu.